Hapa ni katika shule ya sekondari ya viziwi na ni shule ya wavulana na wasichana, ambao wanaishi maisha ya bweni. Shule inawapishi wawili akiwemo Rehema Mgaya, ambaye ni mama wa watoto sita, anaitegemea kazi hii kuendesha maisha yake. Nimeanzia nyumbani nimepika naendelea kupika hivi kuajiriwa hivi. Napika kwenye mashule nianzia taasisi ndogo ndogo. Anasema kwa sasa ana uzoefu wa kupika chakula kwa kundi lolote, kuanzia idadi ya watu mia mbili na kuendelea umeshakuwa mzoefu wa kupika chakula cha wanafunzi watu wanafunzi wengi, napika kwa vizuri na wanafunzi wanafurahia vizuri. Upishi wa chakula kwa ajili ya kundi kubwa la watu si kazi nyepesi, hususani upishi wa ugali. Nimemuuliza kama amewahi kukumbana na changamoto ya kusonga ugali mbichi. Amekubali kuwa ipo siku mambo huenda mrama, japo niko mara chache. Mara moja kwa kumbe, mara moja sana, kwa bahati mbaya, wakila wanafunzi wanasema, mama leo ugali mpika vibaya Nakubali nasema samahani. Siku pendwa ya wanafunzi ni pale ratiba inapoonyesha chakula cha siku hiyo kuwa ni wali au nyama. Rema anasema kila mwanafunzi anawahi kufika bwaloni siku ya wali, wanawahi kabla ya muda hujafika, wameshafika hapa tayari na vurugu vurugu zinakuwa nyingi, wanahitaji kuingia jikoni. Wanaogawa itakuwa wawe watatu, sasa wataongezeka wawe watano kwa ajili ya wali. Maisha ya shule hayahitaji kudeka na zaidi wanafunzi wanalazimika kutengeneza urafiki wa ziada na wapishi ili waweze kunufaika na fursa za jikoni. Na shanga mwingine mwepesi, ukimtuma anakuja haraka, anafanya kazi haraka, itabidi mpe chakula ili aendelee kufanya kazi vizuri. Mimi kama mwanafunzi, pamoja na wanafunzi wengine, hatuwezi kusoma vizuri kama hatujala chakula. Pamoja na kazi muhimu ya kuandalia chakula wanafunzi, ujira mdogo unatajwa kuwa changamoto, na shauku yao ni kuna thamani ya mpishi inaonekana. Na, mano, kazi ni kubwa na, kazi ni ngumu. Matamanio yetu waajiriwe wa na serikali ili maslahi yao yaboreshwe. Sababu kazi anayofanya ni kubwa. Licha ya uwepo wa maslahi duni, matumizi ya nishati safi ya kupikia yamefanya wepesi wa kutimiza majukumu yao baada ya kufungwa kwa mfumo wa matumizi ya gesi, ambayo imewapunguzia adha ya kuathiriwa na mweshe 15. Pika ugali, umeiva, unaendelea na shughuli zako zingine. Moshi ni mzito ukuna, unatuathiri hata kwenye afya upande wa kifua, lakini nishati ya saizi tunakuta ina unafuu haina moshi. Bila shaka umuhimu wa wapishi wa shule unakumbusha historia za watu wengi ambao wamenufaika na huduma ya kupikiwa chakula shuleni. Emmanuel Kalemba, Azam News.